Hivi unajua ni uchungu na machozi kiasi gani mtu hutoa pale anaposhuhudia ndoto zake zikizikwa na mtu wa karibu yake? Basi ungana na mimi katika hadithi hii ya kusisimua mpaka mwisho. Usiku mmoja bwana Arik, akiwa amekaa kwa huzuni sana, huku mke wake kipenzi aliyekuwa anaumwa yuko mapajani mwake, bwana huyu alikosa nuru katika uso wake kwani mke wake alikuwa anaumwa sana na hakujua nini cha kufanya. Bwana Arik mnene kidogo alitafakari kwa muda, na aliamua kuwa atafute mtu yoyote amkope pesa, kwani mda huo hakuwa na pesa zaidi ya zile pesa zake zilizotoshea kununua sigara tu. Hatimaye alifikiri kwa muda na mawazo yake alimpeleka kwa bwana John. Huyu bwana John ndiye aliyekuwa tajiri hapa kijijini. Katika nyakati hizi za kiza bwana Arik aliamua kumfuata bwana John ili aweze kumkopesha pesa. Alitoka nje taratibu na kuelekea katika nyumba ya bwana John. Arik alipofika alimkuta John na kumweleza shida yake, akamwuliza kuwa ataweza kuzirudisha pesa zake ndani ya wiki tatu. John alikubali kumkopesha Arik kiasi cha pesa alichohitaji na wote walikubaliana ya kuwa atazirudisha ndani ya wiki tatu. Arik yeye, kiasi hicho cha pesa kilikuwa ni kikubwa sana kwake ukilinganisha na kipato chake, lakini yeye hakujali, bali alifikiri tu mke wake apate nafuu. Aliondoka upesi kurudi nyumbani kwa ajili ya kumpeleka mkewe kituo cha afya. Alipofika alimwamsha binti yake Zahra, binti aliyekuwa na miaka ishirini na moja. Watu walitoka na kuanza safari ya kuelekea kituo cha afya, Arik akiwa anapambania maisha ya mke wake Buku binti Zahara akiwa anapambania maisha ya mama yake. Mungu si Athumani. Nyakati tofauti tofauti zilipita, hatimaye ndani ya siku kadhaa mama yake Zahra na mke wa bwana Arik alipata nafuu na kurudi nyumbani. Ilikuwa ni furaha kubwa kwa wote, lakini pia ilikuwa mwanzo wa mawazo mapya kwa bwana Arik, kwani hakujua ni jinsi gani ya kulipa deni analodaiwa na bwana John. Arek alikaa chini na kuumiza kichwa ni jinsi gani atapata kiasi cha pesa alichokopa, kwani kiasi anachodaiwa ni tofauti kabisa na kipato chake, na kila siku bwana John alikuwa akimtumia ujumbe wa simu: bwana Arik, zimebaki siku sita, rafiki, zimebaki siku tano, rafiki. Jumbe hizi zilizidi kumchanganya sana Arik, na hatimaye wiki tatu walizokubaliana zilikamilika. John alikuwa nyumbani kwake, Amekaa akimsubiri Arik pamoja na fedha zake. Arik yeye bado hakuelewa nini afanye, na alijua kuwa John alikuwa mkali sana katika pesa zake. Hatimaye alichukua maamuzi ya kwenda kujisalimisha kwa John na kuomba aongezewe japo muda kidogo. Alipofika alimweleza John yote ya moyoni, na John alikasika sana, walibishana kwa muda mrefu. Hatimaye John alimweleza Arik kuwa kama hataweza kumlipa kile anachomdai basi amwozeshe binti yake Zahra. Arik alishikilia kwa uzito jambo hili, lakini kwa upande wa pili alihisi kama kitendo cha kumwoza binti yake Zahra kwa bwana John kingemtua mzigo wake. Aliporudi nyumbani, alimweleza mke wake mama Zahra yale John anayohitaji, na mama Zahra pia alikubaliana na mumewe kuwa wamwoze Zahra kwa bwana John. Zahra alikuwa ni binti mrembo sana mwenye miaka 21. Uzuri wake ulifanya kila mahali alipopita basi macho ya watu yangejuka kumtizama. Alikuwa amemaliza kidato cha nne na alikuwa na malengo ya kuwa muuguzi. Siku moja akiwa anafanya usafi ndani ya nyumba yao, alisikia maongezi ya wazazi wake kutoka chumbani. Sasa inabidi tumweleze kuwa aachane na mipango yake ya kimasomo isiyo na faida na kuwa anaenda kuolewa na John hivi karibuni. Maneno haya yaliushtoa moyo wa Zahra na alihisi kama wazazi wake walikuwa wakifanya maigizo. Haya hayakuwa maigizo tu bali ni ukweli. Kwani ilipofika jioni Arik na mke wake walimweka chini binti yao na kuanza kumweleza. Binti yangu Zahra, John anahitaji kukuoa na mimi na baba yako tumekubaliana kuwa wewe uolewe na John. Zahra alipinga jambo hili, kwani alikuwa ni binti mwenye malengo aliyehitaji kuyafikia. Wazazi wake hawakumwelewa, bali walimweleza kuwa John ni mtu mwenye pesa, hivyo angempa chochote angetaka. Zahra alikataa, lakini Arik na mke wake walimwambia kwa ukali kuwa ni lazima aolewe. Hili lilikuwa ni zaidi ya mzigo kwa binti mdogo kama Zahra ambaye alikuwa na malengo katika maisha yake anayohitaji kuyafanikisha. Usiku mmoja, binti Zahra akiwa amejilaza katika godoro lake, huku machozi yakimtiririka taratibu, alikuwa akitafakari jinsi ya kujinasua katika ndoa hii ya kulazimishwa. Binti Zahra alitafakari kwa muda sana, hatimaye ubongo wake ulimpa wazo. Aliamka upesi na kwa umakini, na kisha akaanza kukusanya nguo zake chache katika mfuko mdogo. Alibeba mzigo ule na kuanza kutoka ndani kimya kimya, bila wazazi wake kujua. Zahra aliamua kutoroka, kwani hii ndiyo ilikuwa ponia yake. Aliamua kutoroka Zahra Aliamua kushika barabara inayoelekea mjini. Hapo alitendea bila kugeuka nyuma, kwani hakutaka kabisa kuyakumbuka yale ya kijijini kwao. Alizidi kutembea bila kujua ni kwa nani atafikia, ama ni wapi anakwenda, na ni nini atakipata huku anakwenda, bali yeye alichofikiri moyoni mwake ilikuwa ni kujiokoa tu katika ndoa ya kulazimishwa. Usiku huu ulikuwa ni mrefu kwake, baridi lilimpiga katika ngozi yake, lakini hili halikumzuia. Aliendelea na safari yake ambaye haijulikani ni wapi mwisho wake. Zahra alifika mjini akiwa ni aliyechoka sana kutokana na kutembea muda mrefu. Alitoa chakula kidogo alichobeba kutoka kwao na alianza kula. Hakujua ni wapi anakwenda. Sasa alikuwa katikati ya mji na hakujua ni wapi atalala. Zahra alikaa chini akila mkate wake huku akiwa anatafakari ni nini hatima ya maisha yake. Binti huyu mrembo aliyestahili matunzo yote kutoka katika familia yake. Sasa alikuwa katikati ya mji asijue ni wapi anakwenda. Ni nani atayemsaidia katika kufanikisha malengo yake? Ni nani atamsimamia? Ni nani atamnunulia chakula? Zahra hakujua nini ni cha kufanya. Ile sura yenye tabasamu lililowavutia watu wengi sasa ilitoweka kabisa, na watu waliosababisha haya yote walikuwa ni wazazi wake waliomlazimisha aolewe na Bwana John. Zahra hakuwa tena mwenye furaha, nyuso yake muda wote ilikuwa ni yenye huzuni. Binti Zahra alianza kuishi maisha ya kutanga-tanga, alikula vyakula vya kuokota, alilala vibarazani. Ule uzuri uliowavutia wengi ulizidi kupotea, mifupa ilianza kuonekana katika ngozi yake. Ngozi yake nyororo ilianza kupoteza ubora wake. Ungemwona Zahra usingezania kuwa alikuwa ni binti mrembo. Siku moja Zahra akiwa amejilaza nje ya maduka ya wafanyabiashara wa mjini, kijana mmoja aliyeitwa Jonathan alimwona na alimwonea huruma sana. Jonathan alikuwa ni kijana mdogo aliyekuwa akiishi na familia yake. Aliamua kumwomba Zahra kuwa akaishi naye anapoishi. Zahra alikubali kwani hakuwa na pakwenda. Jonathan aliamua kumpeleka Zahra kwao na mama yake alimpokea Zahra kwa upendo sana. Waliishi na Zahra kama familia. Binti Zahra sasa alihisi kama amepata upendo mpya. Lakini afya ya Zahra haikuwa nzuri. Waliamua kumchukua na kumpeleka kituo cha afya. Maisha aliyoishi baada ya kutoroka kwao yalikuwa ni maisha magumu sana. Hakula chakula cha kutosha, hakula kwa wakati, hakula vyakula safi. Hii ilipelekea afya ya Zahra kuwa mbaya sana. Amini usiamini, Binti Zahra alifumba macho yake milele. Zahra aliaga dunia. Hii ilikuwa ni zaidi ya majonzi kwa Jonathan, lakini Zahara alimwachia Jonathan ujumbe. Jonathan alikuwa akisoma ujumbe wa Zahara huku akitoka na wachozi: nashukuru kwa upendo wako, uliniona ukanisaidia bila kuniuliza, ulinipa chakula na hakikuwa chakula tu, bali ni rehema kwangu, uliurudisha moyo wangu uliokuwa umevunjika Ningeweza kukuambia zaidi ya moyoni mwangu, basi ningekuambia asante. Ukinikumbuka usilie, bali jua nami nawakumbuka. Ujumbe huu ulimtoa machozi kijana Jonathan, kwani yeye na familia yake walimzoea sana binti Zahara kwa muda mfupi walioishi naye. Hakika haya yalikuwa ni zaidi ya majonzi na huzuni kwa familia hii. Masaa yalisonga mbele ikawa siku siku zikasonga mbele zikawa wiki, nazo wiki zikasonga mbele ikawa miezi. Na baada ya miezi mitatu wazazi wake Zahra na kutoka kijijini walifika mjini wakimtafuta binti yao, kwani walishamtafuta sana huku kijijini walitafuta, na hatimaye walielekezwa katika ile familia ya kina Jonathan Walipofika walimuulizia binti yao, na kijana Jonathan bila kusita, aliwachukua wote wawili na kuwapeleka mahali ambapo Zahra alipumzika kwa amani. Wote hawakuamini, bali walilia na kujutia kile walichokifanya. Kijana Jonathan aliwaambia, haya ndiyo mavuno mliokuwa mkiyataka, sasa binti yenu wamepumzika. Sasa wazazi wa Zahra walilia sana hawakuamini kama walimpoteza binti yao. Ilikuwa ni kama vile msiba umeanza upya. Sasa walilia sana, lakini hawakuweza kubadilisha chochote. Zahra alishawaacha. Kama umeangalia hadithi hii nzuri mpaka mwisho, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kuendelea kujipatia hadithi nzuri.